Wapendwa wajumbe wa halmashauri kuu, ninachukua nafasi hii kuwakaribisheni sana katika kikao chetu hiki cha halmashauri kuu ambacho ni kikao cha kawaida. Ninawakaribisha santeni kwa kuitikia mwito wa kikao hiki na kuwa tayari eh, kuhudhuria kama mlivyosikia katika kikao hiki kuna kamati ya katiba ya kanisa inayoongozwa na Baba Askofu Charles Mjema, ambao wameomba kukutana na sisi kuhusu eh, lile ambalo wametumwa na kanisa kushirikisha dayosisi zote za KKKT, na hili ni jambo linalohusu katiba moja ya kanisa letu. Ninachukua nafasi hii kukaribisha sana mwenyekiti wa kamati ya katiba ya kanisa letu e, pamoja na wanakamati wote, kiwepo baba askofu Abel, pamoja na ninyi wengine wote, karibuni sana katika dayosisi ya Kaskazini. Sisi tuko tayari kuwasikiliza ile ujumbe mnaotaka kutuletea na endapo tutatakiwa kutoa maoni sisi tuko pia tayari, lakini nipende kusema karibuni. Tuko tayari kuwasikiliza wajumbe, wajumbe wa halmashauri kuu. Mimi nipende kuwatakia kikao chema, kikao cha baraka eh, kwa ajili ya maendeleo ya dayosisi yetu. Basi kwa neno hilo na ukaribisho huo kwa kamati hii ninasema kikao chetu hiki kimefunguliwa rasmi katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina, karibuni.